Assalamu alaikum, karibuni tena Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaletea jinsi ya kupika mihogo ya nazi. Nimeweka mihogo katika sufuria kama hivyo ambavyo inaonekana, na nimekata vipande vidogo vidogo vya kiasi. Kisha nitafuatia kuweka tui la nazi lile la pili. Nimeweka chumvi pamoja na vitunguu maji, lakini si lazima kuweka vitunguu maji kama hupendi Nitaacha jikoni mihogo ipate kupikika kama hivyo ambavyo inaonekana, na wakati tui likiwa linachemka, nitalipoza kama hivyo, ili isipelekee tui kukatika kabla mihogo haijaiva. Kisha baada ya hapo nitaacha jikoni lichemke vizuri mpaka tui lipate kupungua. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, na kusihi ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare na marafiki. Vilevile matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Na kama hivyo ambavyo inaonekana, tui tayari limepungua vizuri na mihogo tayari imeiva, basi nitaweka tui bubu ama lile tui la mwanzo. Ikiwa umepata nazi ya kukuna, unaweka lile tui zito ambalo utakuwa umeanza kulichuja kwa mara moja, kama hivyo. Baada ya hapo, basi nitachanganya kama hivyo ambavyo inaonekana, na wakati unachanganya hakikisha unachanganya taratibu, usichanganye bila mpangilio. Kisha nitaacha jikoni ile tui ambalo nimeliweka lipate kuchemkia mpaka kuiva na pia kupungua. Raha ya mihogo ya nazi inatakiwa rojo lake lile la nazi liwe zito zito, na lisiwe jepesi. Umeona, kama hivyo hapo, mihogo iko tayari. Na ikiwa umepata mihogo micherema Hakikisha unaweka bicarbonate of soda robo kijiko kidogo cha chai, inakuwa inarahisisha zaidi mihogo yako kuiva. Kwa hiyo hapo mihogo iko tayari kwa ajili ya kuliwa. Nimeweka katika sahani, kisha nilitolea na samaki wa kuchemsha, lakini unaweza ukatolea na samaki wa kukaanga na hata papa wa kuchoma na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kupika mihogo ya nazi. Mpaka wakati mwingine, bye.